Yeah. Imekuwa ni siku nzuri ya uzinduzi wa ubunifu wa matumizi ya sauti katika ufundishaji, yani audio lakini kwa ndembo yetu ya sekondari. Nimpongeze na kumshukuru sana Mwalimu David Peter Pamba mwanza kwa kubuni hii maabara ya jiografia. Sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikijenga miundombinu ya shule. Shule mpya ilikuwa inapendekeza, inaleta BOQ ina madarasa, ina nini, vyoo na maabara, lakini kwenye maabara mara zilikuwa marabara 4 mara tatu 4 tatu hii ya 4 inaitwa maabara ya jiografia. Sasa nilikuwa anasema maabara ya jiografia, wanajenga maabara gani? practical gani? kupitia ubunifu wa Mwalimu Ipamba nimeamini kwamba kumbe kuna maabara inaitwa maabara ya kwa Kiingereza wanaita geography room. Hawaiti maabara ya jiografia. Ah, no, no. Eh, eh, geography laboratory. They call it geography room. Yatoray ni nimpongeze sana ile nadharia ambayo nilikuwa sielewi, lakini kupitia Shinyanga sekondari nimeiona what is a geography room. Ongera sana mwalimu. Makofi kwake. Mitaala yetu iliyoboreshwa, wamezungumza kwa uthibiti, ubora inahitaji, inahitaji vitu kama hivi viweze kutumika wakati wa kufundisha darasani. Theory inasema hivi, ukisikia utasahau ukisikia utafanya nini? Utasahau. Ukiona utakumbuka, ukiona utakumbuka, ukitenda ukitenda, utakumbuka na utaelewa, utakumbuka pia utaelewa. Ukielewa manake hautasahau. Kwa hiyo kwa ubunifu huu ninatarajia sasa tuje tutoe mwanafunzi bora wa geography shule hii ya Shinyanga. Kwa hiyo ni waombe waalimu wote wa Shinyanga sekondari walioalikwa hapa wameona, kila mwalimu katika somo lake akawe mbunifu, ili wanafunzi wanapojifunza waweze kutenda kisha waweze kuelewa, tuondoe ile kitu inaitwa kukariri. Na nisishie tu kusema ni walimu wa shule hizi mbili, shule hii ya Shinyanga sekondari pamoja na wale waliokuwa, niseme walimu wote katika mkoa wangu wa Shinyanga, tunapoambiwa kwamba tutaeleze vifaa vya kufundishia. Teaching aids. Kwa walimu wa somo la geography. Hapa Shinyanga sekondari wakifika watapata uh, watapata wanja mpana, uelewa mpana wa kumbe kwenye geography room natakiwa ni andae hivi vitu ili kuwe na effective teaching katika somo la geography na kwa madarasa yote kuanzia form 1 hadi form 6. Maarifa ya mwalimu Mpamba kwa hatua hii aliyofikia, thamani yake ni kubwa sana kwa sababu kwanza ametumia akili kwa ajili ya kufanya ubunifu tumpongeze kwa hilo. Ametumia muda mwingi sana kuandaa hizi zana za kufundishia, muda mwingi, pamoja na wanafunzi wake. Pia tumpongeze kwa hilo. Mwalimu huyu amejitoa, amejitolea sana maana yake ana commitment. Halafu ingine ni kwamba hivi vitu sio kwamba ni vya bure bure, gharama kubwa, ametumia gharama kubwa kuchapisha vitu, sijui kutafuta rangi, kutafuta nini, yani ametumia nguvu kubwa kubwa kutengeneza haya, yote yameongezea ubunifu wake na kufanya kweli geography room katika shule ya sekondari ya Shinyanga iwe ni lii inayoishi. Hongera kwa mwalimu. Lakini pamoja na maandalizi yote aliyoyafanya, ameigusa pia tehama, teknolojia. Hapa ni awasikian kwamba lazima atumie audio atumie gadgets hizi, sijui redio na nini na kadhalika na sijui kishikwambi. Anatumia teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuimarisha ufundishaji wa geography. Geography room hii inatukumbusha kwamba katika kujifunza na kufundisha, katika kufundisha na kujifunza mlengo ambaye ni mwanafunzi anatakiwa ashughulishwe, kushughulika, ni kama mlivyoona wanafunzi wanakuja huku wanashughulika. Lakini ile dhana ya kufundisha lecture method, lecture method, walimu wangu, niseme kwa levo hii siyo sahihi sana kuitumia. Hiyo inafaa wa levo za juu ambazo ni vyuo vikuu. Kwa hiyo walimu wangu, twendeni tukaandae vifaa vya kufundishia kwa wingi, tuweze kutumia katika masomo yetu yote, ili tuweze kuwapa e, Watanzania hawa, wanasema sio, hakuna Watanzania wa kesho. Watanzania hawa wapate maarifa, wawe wanafunzi bora, waweze kufaulu na tuwe na taifa lililoelimika. Ninawashukuru wote kwa kuandaa siku hii nzuri. Wote walioandikwa wamejionea na kujifunza kitu, hawajatoka bure, na watakuwa wanaikumbuka kumbuka. Sasa huu mtakuwa mnaelimisha Geography Day kila mwaka, hilo mimi nawaachia. Niwashukuru walimu wa walimu wa Shinyanga Sekondari. Niwashukuru wanafunzi wote kwa usikivu wenu na mnaonyesha nidhamu ya hali ya juu kusikiliza. Hongereni sana. Kwa sababu tumeshazindua, sina sina budi kusema sasa Geography Day imezinduliwa leo. Asanteni kwa kunisikiliza. Hey. Wakatatamo kanipa nguvu za kuendelea zaidi.